Ni kipi ambacho mimi sina? Kwa sababu, kama nyonyo ninayo. mm -hmm. kama makalio ninayo, kama soko ninacho. eh, hey, ni ulimi ninao, nata... mimi sio nyoka, kwamba kiulimi changu kiko hivi mkubwa tu, unakuja mdomoni utujibu vizuri tu ili eh. ili tusaidie, unatusaidia kaka yangu, kwamba eti kwa nini aache huku aende huku mm. Ulimi kwani mimi sina? mm. Narudia tena ulimi wako wewe ameshaulamba tayari, anajua <laughs> Na kisha ulamba yani, hauna kipya tena. Anatamani kuulamba ule ambao hajaulambaga bado, na ataulamba. Akiulamba ataukuta <laughs> vile vile. Mm -hmm. Na wala hakuna shida ata ni kama vile vile tu, lakini kesho anataka akalambe na mwingine, na anajua ni vile vile. Sio mbete, hajui uh -huh. Lakini ataenda tu uh -huh. Nikasema hivi haka nikauchizi ketu ambako tunako tayari uh -huh. Na ukijaribu kupigana nacho unataka, mbona unapigana na ukuta Hmm. Na pale ndani nikwambieni ule ukweli hmm. Jamani, dada lile, pika pilau, hmm. viungo ni vilevile vile, hmm. ni kupe na we pika pilau, viungo ni vile vile, jiko hilohilo hilo. Hmm. Wote pikieni pilau, hmm. haitakuja na ladha moja kuna kau tofauti tu kata kuwepo pale kwenye ile pilau. Umependa ndo hivyo hivyo, haujapenda ndo hivyo hivyo. Hata hata huko ndani mm. kuna to ladha tofauti My God. For real? Kabisa, kabisa kabisa, uliza mwanaume yoyote kule ndani, kuna ladha tofauti lakini kila ladha moja inatosha na kuna nyingine yani, na ile, ile ulionayo wewe inatosha. Sio lazima, ile ulionayo wewe wala usiangaike na ya mwenzako ile, ile yako inatosha. Na akienda kwa mwenzako haina maana ile haikutosha ha, ameenda kwa upumbavu wake tu ujinga yani, wake, lakini ile ile ladha yako ulionayo ile ile wewe peke yako, yako inamtosha. Baby you are so sweet, kila mtu atakwambia you are so sweet, kila mtu msweet, lakini ukweli tunabakiaga nayo sisi wenyewe mioyo yetu kwamba huyu Kamele. Sio kama ile mm. Gala, oh. <laughs> Mwanaume akienda nje mm, it is not about you. Mwanamke mwanaume akienda kwingine ni ile kale ka ukichaa ketu tu kakwenda, na lazima tutakwenda, whether unapenda, mama yangu tutakwenda, whether haupendi tutakwenda. Kwanza amekili kitu ambacho ni fact mm, kwamba wanaume wana wote wana ukichaa kwenye eneo hilo Sii tumeelewana na ndio ana taa ubakaji au taisha duniani, kwa sababu eneo hili wana ukichaa mm, kweli mm. Na wako vizuri yaani, hapo nimepapenda, ni kweli bila chenga.